Ni wengi wanauliza Tanzania iko wapi leo? Taifa linalojulikana kwa amani, utulivu na upole, sasa linakabiliwa na maandamano ambayo baadhi ya watu wanasema hawajawahi kutokea kabisa katika historia ya Afrika. Lakini kwa nini tarehe tisa Disemba imekuwa siku inayotajwa kila kona? Na kwa nini Watanzania wenyewe, kutoka wanasiasa, vijana hadi wananchi wa kawaida, wanatoa kauli kali kiasi hichi? Karibu sana hapa Mizuka Media. Leo tunakuletea uchambuzi mzito, wa kina na wa kweli, tukisikiliza kauli za Watanzania wenyewe kuhusu kile kinachoweza kutikisa taifa la Tanzania tarehe 9 Disemba na ni kuahidi tu, baada ya kuona video hizi nne mtazamo wako juu ya tanzania utabadilika kabisa. Sasa tusianze kwa maneno mengi, hebu tuanze na kauli ambayo imewaacha wengi mdomo wazi. Katika historia ya Tanzania si kawaida kumuona kada mwaminifu wa CCM akisimama hadharani na kusema amejitoa na zaidi ya hapo, kutuma ujumbe wa moja moja kwa moja kwa rais Samia Suluhu Hassan. Lakini huyu mzee aliamua kuvunja ukimya, hebu msikie mwenyewe alichokisema kuhusu maandamano ya tarehe 9 Disemba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 usitegemee kuona sijui watu wanachoma vitu na polisi wasionekane barabarani. Tunachotaka wanajeshi ndio wawe barabarani, wakiwa pamoja wanaandamana na waandamanaji, wasionekane polisi barabarani. Hili tunalirudia, tunalisisitiza, na ndivyo itakavyokuwa. Mama Samia Umefika wakati wa kuachia ngazi. Hiyo ndio taarifa rasmi. Watanzania wametoa kauli yao, na kauli hiyo haitarudi nyuma tena. Watanzania wamechoka na kama hiyo haitoshi, mwananchi mwingine ambaye ni mzee wetu Clemens Mwandambo analichukulia jambo hili kwa mtazamo tofauti kabisa. Anaamini maandamano yanaweza kuwa halisi, lakini anaogopa matokeo yake, hasa kwa vijana wa familia za kimaskini. Sikiliza kile alichosema na unipe maoni yako kama anakosea ama anasema ukweli mtupu. Manake kama unavyoona, sauti hizi si za wanasiasa pekee, ni sauti za wananchi wa kawaida wanaohofia mustakabali wa nchi, na kauli kama hii inazua maswali mengi mazito. Je, maandamano haya yataleta mabadiliko au maumivu? Zaidi. Sasa hivi tumeanza kusikia uvumi uvumi, lakini unaweza kaa ni ukweli mbele ya safari. Watu wanasema tarehe tisa Disemba tutaandamana, watu wanataja ni kama utani, it's like a joke. Sasa tunawaomba watu wa usalama wa taifa na polisi, musichukuli jambo lolote kiutani shukulia jambo hili kwamba ni serious, yaani sikukuu ya uhuru, kuna watu wanawaza waza kwamba wanaweza kawaandamana. Sasa nendeni mkazuie maandamano, nendeni mkazuie maandamano, ili tusipate misiba kwenye nyumba zetu, make waandamanaji ni watoto wa maskini, tusipate misiba kwenye nyumba zetu. Tunawaomba nyinyi watu wa usalama, mulizingatie sana ili swala. Baba yenu Klemensi Mwandambo ninasema, maana watoto wa maskini wana hasira na hawaogopi kufa. Asanteni, nachoka. Baba yenu Klemensi Mwandambo. Sasa hapa ndipo Tanzania inapogeuka kuwa filamu, kwa sababu jamaa huyu mwingine anaamini kabisa kwamba maandamano ya tarehe tisa hayakuibuka tu, bali yameshikwa na kudhaminiwa kimataifa. Ndiyo, unanisikia vizuri, yamedhaminiwa kutoka Ujerumani. Hebu tusikilize hoja zake, manake kauli kama hii inafungua mjadala mkubwa kuhusu siasa za kimataifa, lakini pia inatoa picha ya hofu na wasiwasi uliopo ndani ya taifa la Tanzania. Kwani mambo yamefika wapi hadi watu waanze kuzungumzia udhamini wa kutoka nje? Zidisheni smart hiki kinachoitwa tarehe 9 Desemba inaandaliwa kwa umakini na kwa very smart. Kuna Wajerumani, tafuteni mtu mmoja anaitwa Steve taka kuangusha serikali yetu. wako ve very smart. Very smart. Pesa zinatoka, vikao vinafanyika, simu zinapigwa, na waombeni. Mwe very smart kuliko wao. Wanataka kuifanya kisayansi. Hoja ni moja tu kwamba tumefanikiwa kuangusha serikali ya Tanzania. Kwamba tuwe smart na tushirikiane, shiri, mshirikishe watu hawa wa kawaida kabisa, hawa wana taarifa pale. White sand Serena Courtyard pologo, naomba tuwe makini sana. Wanaakili sana wazungu, wanaakili sana lakini kwenye kwa hapa naomba tu waprove kwamba Tanzania is a very strong territory kaangushe huko Zimbabwe, wapi wapi wapi, sio Tanzania, Mwalimu Julius Nyerere, please. Ila naomba mshirikishe watu wa kawaida kabisa, ni watawapa taarifa wanaongwa, ili msipate taarifa na kama kuna kundi ambalo alikawii kuongea ni vijana. Huyu kijana kutoka Tanzania ana mtazamo mkali sana kuhusu Rais Samia na kauli yake imezua mjadala mkubwa sana mtandaoni. Hebu msikie alivyoitoa bila uoga. Je, hii ni hasira, ni kukata tamaa au ni hasira kizazi kipya, ya kizazi kipya kinachoishi ya kisikiki. Wewe kama mtazamaji unadhani hii ni kauli ya kupita au ni dalili ya kinachoendelea ndani ya taifa la Tanzania? Ah, habari wa Tanzania. Ah, kuna mtu amekuja akaniuliza swali kwamba wewe kwa nini unasema Samia Suluhu Hassan hana akili za kuweza kuiletea Tanzania maendeleo? Unajua ndugu zangu, mimi naomba niwaeleze ukweli. Akili ya mwanadamu ni kama jinsia. Ni planted character. Yaani ni kitu ambacho mtu anazaliwa nacho. Wewe ukizaliwa tu tayari unajua kwamba wewe ni wa kike au wa kiume inajulikana. Hivyo hivyo mtu anapozaliwa anazaliwa aidha akiwa na kiwango kikubwa cha akili kiwango cha katikati cha akili, medium au kiwango kidogo cha akili. Akili ni majaliwa, wala sio ugonjwa. Sasa tunapoenda shule, hatuendi shule shule kwa lengo la kuongeza akili. Kazi ya shule ni kuboresha akili ambayo mtu tayari anayo. Kazi ya mtihani, unaona, mtihani wa darasa la saba, mtihani wa kidato cha nne, kazi yake ni kuangalia, je, huyu mtu akifundishwa anaelewa? huyu mtu akielewa, anakumbuka. Tatu, huyu mtu ana tunaita analysis and reasoning skills, huyu mtu ana uwezo wa kuchanganua mambo. Sasa Samia Suluhu Hassan alipofanya mtihani wa darasa la saba kafeli, alipofanya mtihani wa kidato cha nne kafeli, kwa kiwango ambacho baraza la, la mitihani la taifa likamwambia wewe, Samia Suluhu Hassan, hauna uwezo wakuendelea na masomo ya juu kwa maana ya, ya kidato cha tano na cha sita. Kwa hiyo baraza la mitihani ndio limerekomendi kwamba bwana wewe Samia Suluhu Hassan hauna uwezo wa kumudu masomo ya kidato cha tano na cha sita. Ndugu zangu, akili does not increase with age. Yaani usifikiri kwamba eti ukiwa unakuwa mkubwa ndio akili inaongezeka. Hicho kitu hakipo. Sasa utapicha, kama mtu alikuwa hana akili au hana uwezo wa kumudu masomo ya kidato cha tano na cha sita amepata wapi akili ya kuongoza nchi? Kapata wapi? Kama unajua, ndugu zangu, kama kuna kazi ngumu katika nchi, ni kazi ya urais na ndio maana kazi ya urais na mshahara mkubwa. Sasa Samia anataka urais kwa, kwa kichwa kipi? Kwa kichwa kipi? Unajua zamani wakati mimi nafanya siasa zamani sana tulikuwa tunawafundisha watu, kuna kitu tunaita propaganda nyeusi Kwenye propaganda nyeusi, unaweza kuchukua kinyesi cha binadamu, kinyesi kabisa, kile unakikausha, unakidecorate, kinakuwa kama keki, unawapa watu, naambia, jamani, kuleni hii ni keki. Na watu kwa sababu labda hawaelewi, wanakula. Baada ya muda, wanaanza kuhara damu, wana suffocate baadaye, ndio wanakuja kugundua kwamba kumbe walikuwa wamelishwa kinyesi cha binadamu. Sasa mchezo huo ndio wanachokifanya chama cha mapinduzi chama cha mapinduzi. Wanajua kabisa mgombea wao ni mbovu, wanajua kabisa kwamba Samia Suluhu Hassan hana uwezo wa kuiletea nchi maendeleo, wanajua jambo la kushangaza wanawaongopea watu, wanawadanganya watu kwamba mgombea huyu anafaa bla blabla bla. sasa huyu mtu atakapoisababishia mata nchi matatizo, wote wataanza kukimbiana. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, mimi naomba tuwe makini kwenye hilo, tuwe makini sana.